Katika kona ya mbali ya uwanja wa ndege wa Kolkata, ndege ya Boeing 737 inayomilikiwa na Air India ilikuwa imeharibika kwa kutu. Shirika hilo la ndege, ambalo ni mshirika wa Star Alliance na lililobinafsishwa miaka mitatu iliyopita kufuatia uuzaji kwa Tata Sons na Singapore Airlines, wiki hii limechukua hatua za kuiuza ndege hii ambayo imekuwa ikihifadhiwa bila kuruka kwa zaidi ya muongo mmoja, kulingana na vyombo kadhaa vya habari. Ndege hiyo ya mizigo aina ya Boeing 737-200 ilisaulika kabisa. Wamiliki wapya wa Air India walijulishwa tu hivi karibuni kuhusu umiliki wao wa ndege hiyo iliyoachwa, jambo lililowasukuma kuchunguza asili na historia ya ndege hiyo. Ilikuwa imetolewa kwenye huduma mwaka 2012 na hapo awali ilikuwa ikifanya safari chini ya Air India kwa ajili ya India Post. Ndege hiyo hatimaye ilistaafishwa na kuhifadhiwa katika eneo la mbali la maegesho kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kolkata Netaji Subhas Chandra Bose. Uwepo wa ndege hiyo uliibuliwa tu hivi karibuni, jambo lililowashangaza maafisa wa shirika hilo na kuwalazimu kufuatilia umiliki wake. Mkurugenzi mtendaji na afisa mkuu wa shirika hilo, Campbell Wilson alibainisha katika mawasiliano kwa wafanyikazi wake kama ilivyoripotiwa na The Telegraph India kwamba ingawa kuuza ndege ya zamani si jambo jipya kugundua ndege waliokuwa hawajui kama wanaimiliki ni jambo la kipekee kwa mujibu wa takwimu kutoka CH Aviation Boeing 737-200 hiyo yenye nambari ya mtengenezaji 22863 ilifanya safari yake ya kwanza majaribio tarehe 30 Agosti mwaka 1981 baadaye ilikabidhiwa kwa Indian Airlines tarehe 8 Septemba mwaka 1982, ambako ilisajiliwa kama Victor Tango Echo Hotel Hotel. Ndege hiyo ilihudumu kwa shirika hilo la umma Indian Airlines, ambalo baadaye liliunganishwa na Air India, kisha ikawekwa chini ya Alliance Air, zamani Air India Regional, ambako ilifanya safari za kikanda kuanzia tarehe 2 Februari mwaka 1998 hadi tarehe 4 Julai mwaka 2007. Hiyo ilibadilishwa kuwa ya mizigo na Air India ikaendesha huduma kwa India Post. Hata hivyo, rekodi zinaonyesha ilihifadhiwa mnamo Agosti mwaka elfu mbili na saba. Kwa mujibu wa Airfleets, ndege hiyo baadaye ilikiuzwa kuwa mgahawa, ikielezwa kuwa imehifadhiwa tangu tarehe saba mwaka elfu mbili na kumi na tisa kama mgahawa. Wakati wa uendeshaji wake, ndege hiyo iliendeshwa na injini mbili za Pratt and Whitney JT 8 d 17 alpha Kipande hiki cha kipekee cha historia ya anga za India kilisaulika kwa muda mrefu na hakikuwekwa kwenye orodha ya mali iliyokabidhiwa kwa Tata walipochukua sukani wa shirika hilo la India.